Maisha ya chuo kikuu yanazidi kuwa mada ya mjadala miongoni mwa wanafunzi wengi, wakielezea namna mazingira ya chuo kikuu yanavyoathiri masomo, mtindo wa maisha, urafiki na maisha yao binafsi. Wengi wanakiri kwamba maisha ya chuo ni sehemu muhimu ya safari yao ya elimu na ukuaji wa tabia, na kwamba uzoefu unaopata unawasaidia kuelewa majukumu ya utu uzima so, imekuwa na changamoto na pia the good side of it. Good side ni kama kupatana na friends, marafiki kubonga, you know, to keep company. Eh, and of course pia kusoma masomo inadwali. Kwa mujibu wa wanafunzi, maisha ya chuo kikuu ni mchanganyiko wa fursa na changamoto. Baadhi yao wanasema maisha ya chuo huwapa uhuru mkubwa wa kupanga muda wao kujifunza maarifa mapya na kujijengea mitandao mipya ya marafiki kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Wanaeleza kuwa klabu za wanafunzi, michezo na matukio ya kijamii yanachangia kwa kiasi kikubwa kuongeza uhai wa maisha yao ya chuo. Hata hivyo, changamoto nazo hazikosekani. Wapo wanafunzi wanaokabiliwa na presha ya masomo, ukosefu wa fedha, changamoto za makazi na wakati mwingine kushindwa kusimamia vyema uhuru aliopata wa. Wengine wanasema mazingira ya chuo yanahitaji maboresho, ikiwemo kuongeza usalama, kuboresha hudumu za wifi, kuongeza maeneo ya kujisomea kwa utulivu. Changamoto ni kama like um, like kukosa resources sometimes, eh, eh, students wanaitanga kuinama, for example, kama kwa mfano kuinama, sometimes, you know, kukosa pesa sometimes unaweza kosa kufanya exam due to lack of fee clearance. Hiyo ndio experience yangu ya life ya campus kwa ujumla. Maisha chuo kikuu yanaendelea kukua, safari yenye sura nyingi. Kati ya changamoto na fursa, wanafunzi wanaendelea kujifunza, kukua na kutengeneza msingi ya maisha yao ya baadaye, huku wakitumai uongozi wa chuo utaendeleza kuboresha mazingira ili kukuza ustawi kwa kila mwanafunzi.